Kuna hii video hapa ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha mwanamke fulani ambaye anafahamika kwa jina la Eliza kutokea huko katika state ya Denver, Colorado. Tukio hili limekuwa kubwa sana mtandaoni na wengi wamekuwa wakijiuliza kwani ilikuwaje mpaka kufikia hatua hii ya mwanamke huyo ambaye anafahamika kwa jina la Eliza kumchoma kisu shemeji yake. Nimejaribu kutafuta mawasiliano watu ambao tunaaminiana na uamini huko Denver, na wakawa wameniambia stori nzima ilikuwaje mpaka kufikia hatua ya mwanamke huyo kuchukua maamuzi ya kumchoma shemeji yake visu. Kaa nami kusikiliza kilichojiri huko Denver, Colorado. Kama uje subscribe, basi fanya kusubscribe, ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu kila wakati. Mwanamke huyo anafahamika kwa jina la Eliza. Taarifa inaeleza kwamba alikuwa amesafiri kwenda kwao nyumbani ambako kuna familia yake, lakini aliporudi alifika ukweni na akawa amepika chakula chake ambacho atatumia siku hiyo. Ndipo shemeji yake ambaye ndi huyo aliyechomwa visu akawa amerudi kutoka kazini, hatimaye akawa amekuta chakula kinapikwa, akawa amemuuliza mke wake kama unaona kwenye hiyo video hapo amevalia nguo ya blue ndio mke wa kijana huyo, akawa amemuuliza mke wake, unapikaje chakula na bado chakula ni kingi ambacho hatujamaliza kukitumia. Mwanamke wake akawa amemwambia, ni shemeji yako ndo amepika chakula, unajua yeye huwa atumii chakula ambacho tumepika sisi. Ndipo kijana huyo akachukua maamuzi ya kumwaga chakula hicho ambacho shemeji yake alikuwa amekipika. Baada ya hapo shemeji yake alipogundua chakula chake kimemwagwa Akamuuliza, kwa nini umemwaga chakula changu? Hivyo, kwa kuwa umemwaga chakula changu, naomba unirudishie hela ambayo nilitumia kununua chakula hiki. Ndipo shemeji yake akakataa, hawezi kumpa hiyo hela, na mwanamke huyo ambaye anaitwa Eliza aliamua kuingia chumbani kwa kijana huyo kwenda kuchukua wallet yake, ndipo kijana akawa amemzuia na kumnyang'anya ile wallet. Baada ya hapo, walikuwa katika mtafaruko mkubwa sana maana video inaonesha tu mwanamke akiwa anakuja kumchoma kisu, haijaonesha kabla ya kisu kulikuwa nini kilichoendelea. Lakini inaonekana walikuwa katika mabishano makali ndipo wakaamua hata kutegesha ile kamera pale juu. Inaonekana alikuwa akiongea kwamba koko umefanya hivyo, basi nitakuchoma kisu. Labda pengine hatuwezi atu, kujua kabla ya kumchoma visu, naamini kulikuwa mengi ambayo waliyaongea kujibizana kwa hapa na pale, lakini hatimaye mwanamke huyo alichukua maamuzi ya kwenda kumchoma kisu shemeji yake. Lakini kwa bahati nzuri kisu hicho hakiweza kumzuru kijana, hatimaye waliweza kumdhibiti na kumweka chini, ndipo wakachukua maamuzi ya kupigia polisi na polisi wakawa wamekuja kama unavyoona kwenye video. Polisi walikuja na kuanza kumhoji kijana, akatoa maelezo, na mwanamke huyo alikuwa tayari amedhibitiwa mikono mwa polisi na hatimaye wakampeleka kumfunga. So mpaka hapo nadhani umepata picha chanzo na chokochoko ya wao kufikia mpaka hatua ya kuchomana visu ilikuwa ni nini. Nadhani nimeeleza vizuri kabisa kwa kina, lakini majirani na watu ambao wanawazunguka hapo Denver wanasema kwamba familia hiyo, huyo Eliza na ukweni kwake muda mwingi huwa hawana maelewano mazuri kabisa, na ndio maana hata ilivyotokea chokochoko ndogo wakafikia katika hiyo hatua mbaya ambayo waliifikia kuamua kutenda ya kuchomana visu. Kwa hiyo taarifa nzima iko hivyo, ndicho kilichojiri huko Denver Colorado. Nadhani umeelewa japo kwa uchache ambacho kiliendelea mpaka kufikia hatua ya kuchomana visu so, kitakachojiri nadhani tutaeleweshana mengi zaidi na zaidi, kwa sababu kila mtu anaongea la kwake. Watu wengi wanaongea mengi ambayo pengine hawana uhakika nayo, lakini hizo ndizo za ndani ambazo nimezipata kutoka huko Denver Colorado. nadhani walioniambia haya. Nadhani walioniambia taarifa hizi siwezi kuwataja kwa sababu ni watu wangu wa ndani ambao nimehifadhi majina yao, lakini taarifa zitakazoendelea kuhusiana na dada huyu ambaye anaitwa Eliza. Nitawajuza kupitia TV yetu hii ikiwa uja subscribe, basi subscribe ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu kila wakati. Mimi ni Shabani Oze na hapa ni Son TV bye, bye. Ili uwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu tafadhali subscribe alafu gonga alama ya kengele, ili tuwe katika familia moja, nguvu moja, twende sawa, tuko bien.